Raia aliyemkimbilia Rais William Ruto jukwaani hapo jana huko Wajir na kuhatarisha maisha ya rais alikamatwa leo na kuhojiwa na maafisa wa polisi wakitaka kujua sababu ya kitendo chake. na kama anavyoarifu Emmanuel Too, miundo ya majukwaa ya Rais Ruto yamechangia visa hivyo kuongezeka, Rais Ruto anapoendelea na kampeni ya kuchaguliwa kwa muhula wa pili. vijana ya Wajir asanteni. Hey, pole, pole, pole, pole. Ni kisa cha hivi punde kwenye msururu wa visa vya raia kumkimbilia rais William Ruto jukwani haswa wakati wa mikutano ya kutoa mtaji wa nyota kwa vijana. Jamaa huyu kwa jina Ahmed Mohamed akikabiliwa ghafla na maafisa wa usalama wa rais sekunde chache tu kabla ya kumfikia jamaa huyo. Kwa sasa amekamatwa na anazuiliwa akitarajiwa kukabiliwa na mashtaka ye. Yeah. Tukio sawia lilishuhudiwa kule Mombasa na Kisumu kwenye mikutano ya kugawa fedha za nyota ndani ya wiki moja iliyopita. Majukwaa ya rais anayotumia kwenye mikutano yake ya hadhara huenda yakawa imechangia visa hivyo, rais akizingirwa na kusakamwa kutoka pande zote na halaiki. Kulingana na wataalamu wa usalama, majukwaa hayo ya mduara kwenye mikutano ya rais huleta changamoto kwa usalama. And it's high time now, the